wa Benjamin Mkapa ambapo sote tunafahamu kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliweza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya klabu ya soka Simba kucheza mchezo wa robo fainali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al-Masri, mchezo ambao Simba waliweza kuqualify ama kwenda hatua ya nusu fainali na kwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch, ambapo Simba tunashuhudia katika mchezo wa nusu fainali ambao Simba walikuwa nyumbani dhidi ya Stellenbosch mchezo ambao Simba waliucheza tarehe ishirini ya mwezi wa nne mwaka 2025, basi Simba waliweza kuuhamishia mchezo wao katika uwanja wa Niu Amani uliopo visiwani Zanzibari. Sasa tunashuhudia Simba Sports Club wameweza kutinga hatua fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa mujibu wa ratiba, klabu ya soka Simba ndani ya mwezi Mei yani mwezi watu tano klabu ya soka Simba wanatarajia kucheza mchezo wao wa kwanza wa fainali tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2025 pale nchini Moroko dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Sasa kuelekea katika mchezo wa fainali Simba, wanatarajia kucheza mechi yao ya pili nyumbani siku ya Jumapili, yani tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025 ambapo Simba atakuwa nyumbani. Kwa watu wengi walikuwa kijiuliza je, Simba mechi hii atakwenda kuichezea wapi? Sasa taarifa za ndani kabisa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Simba wakaenda kuandika historia kucheza fainali yao katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu matengenezo ama maboresho ambayo kwa sasa yanafanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa yanaridhisha na ifikapo tarehe kumi mwezi Mei mwaka 2025 na kuna uwezekano mkubwa uwanja wa Benjamin Mkapa ukafunguliwa, kwa hiyo tukaishuhudia fainali ya Simba ikichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa taarifa kutoka kwa naibu waziri utamaduni na michezo eh, Hamisi Mwinjuma ama Mwana FA kupitia wizara yao wameweza kutoa tamko kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya kwenda kufanya ukaguzi na kujiridhisha kile ambacho kinaendelea. Taarifa kutoka wizara ya sanaa, utamaduni na, na michezo inasemaje? Inasema hivi: ndani ya wiki mbili uwanja wa Mkapa utakuwa tayari kuchezewa fainali. Naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa, michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma Ameuagiza, amemwagiza mkandarasi anayesimamia ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa kuhakikisha maeneo muhimu ya uwanja huo yanakamilika ifikapo Mei kumi mwaka elfu mbili na ishiri na tano. Ametoa maagizo ya ukarabati wa miundombinu mingine muhimu ndani ya uwanja huo ikiwemo kukamilisha sehemu ya benchi la ufundi la waamuzi kwa kuweka mataili, kuweka viti vya muda katika sehemu zilizo wazi na kuhakikisha ifikapo Ijumaa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 mwaka 2025. Naibu wazuri Mwinjuma amesema serikali kupitia Rais Samia Suluhu imetoa maelekezo maalum kuhakikisha Watanzania wanashuhudia historia ya kipekee, kwani mara ya mwisho fainali ya kafu ilichezwa Tanzania ilikuwa mwaka 2023, ambapo Yanga walicheza fainali na kabla yake, mwaka 1993 ya Simba walifika hatua hiyo mwaka huu fainali hiyo itachezwa tena. Na Simba watakuwa wenyeji wa mchezo marudiano, main, kwanza, wa marudiano tarehe ishirini na tano mwezi Mei baada ya kuanza ugenini tarehe kumi na saba mwezi Mei. Tunataka Watanzania wajivunie wajione sehemu ya historia, kombe linakuja hapa nyumbani na tunataka uwanja huu uwe tayari kulipokea, alisema Hamisi Minjuma. Ameongeza kuwa uwanja unapaswa kuwa tayari kwa watazamaji zaidi elfu sitini na tatu kuushuhudia tukio hilo la kihistoria, ingawa changamoto kubwa iliyojitokeza ni ubora wa sehemu ya kuchezea, hasa baada ya mechi ya robo fainali kati ya Simba dhidi ya Almasri. Hivyo eneo hilo inapewa kipaumbele cha ukamilishaji kwao, tunaona kupitia serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Sansuru anataka kwa kuhakikisha kwamba historia inakwenda kuandikwa hapa nchini Tanzania kwa kombe la shirikisho kuweza kuletwa katika ardhi ya Tanzania mechi ambayo inakwenda kuchezwa tarehe ishirini na tano. Kwa hiyo kabla ya tarehe kumi mwezi Mei mkandarasi anatakiwa tayari amekamilisha ujenzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa.